Pawa, pawa, naishiwa pawa penzi lako misani sito na isi wa pawa. Huyu hapa mchina ambaye analizwa na mapenzi ushaekutana, mchina ambaye analizwa na mapenzi mtazamaji, e, basi ndio huyu hapa. A, mchina ambaye analizwa na mapenzi hadi anaimba wimbo wa Mbosso unaojulikana kama vile pawa, ebwana, lakini anavyouimba Naone, uh, mpaka chini kule wanaofahamu, hadi mchina kuimba, basi sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Hii ni kuonyesha kwamba msanii Mbosso mdogo mdogo anaikaribia dunia, japokuwa comments ni nyingi, lakini hivyo hivyo Msanii mboso anazidi kukiwasha pole pole, tunafika kule ambako tunaenda. Hebu jionee video nimekuwekea hapo mbele. Eh bwana, Pawa ni wimbo wa Pawa wa msanii Mbosso. Eh bwana, unazidi kutoboa na kufika mataifa mbalimbali mbali. Sababu huko na miezi miwili tu, lakini sasa hivi uko na viewers, eh, zaidi ya milioni 30. Yani sasa hivi tunavyozungumza uko na viewers ama watazamaji milioni 35 ndani ya miezi miwili. Hii ni kumaanisha huu wimbo utafika hata milioni mia mtazamaji, sababu ni wimbo mkubwa sana na unazidi kufanya vizuri ndani ya nchi na hata pia nje e, ya nchi, na mataifa mbalimbali yanazidi kukubali wimbo e, kama huu. Unajua, mataifa mbalimbali ona e, una, una wimbo wako hua ukiusha uposti, una mali una, mali, una seti hapo, ukisha seti, e, yani mtu hata kama yupo, yuko Amerika na haelewi lugha, basi abadilishia lugha, inamletea ule wimbo lakini kwenye lugha yake. Sasa hivi ndio maana umeona ngoma nyingine za bongo zinatoboa na kufika maeneo um, mbalimbali. Sasa huu wimbo wa pawa umefika mbali sana hadi China umeweza kufika na tayari e, Wachina wameanza kuimba na wengine wameanza kufanyia challenge za TikTok bwana e, kuna mchina mmoja hapa nitakwenda uh, kuwekea video yake uweze kutazama anavyoimba wimbo wa Mbosso ambao unajulikana kama vile pawa. E bwana, wengi wanamshambulia mchina huyu kwenye comment pale. Si unajua mtazamaji, kama kawaida watu wanapenda kucomment mambo mabaya, mabaya tu. Sasa wengine wanasema huu ni mvivu tu wa kutengeneza barabara ama ni uvivu tu wa kutengeza barabara na kutengeza madaraja, ndio maana anakuja kuimba uh, power. Sasa ngoja nikuache mtazamaji uweze kujionea mwenyewe huyo mchina anavyoimba